Lakini sasa kwenye klasi ya Yanga unaoiona hapo sasa hivi, na maana wanaongoza ligi, wamefunga magoli mengi zaidi, wamefungwa mabao machache zaidi. Yanga ameruhusu goli moja tu kwenye ligi mpaka sasa hivi, unavyomuona hapo kwa ni michuano ya kimataifa, Yanga ameruhusu goli moja tu pia. Yani Yanga wao unayemuona hapo, hiyo klasi ile iko hapo, tuwaondoe Mashujaa. Yani Yanga hiyo Baka hayupo, Yanga ya ligi Baka hayupo, ah, yani Yanga ya goli sita jana, Baka hayupo, hajacheza na sio hii tu, mechi tano zilizopita mpaka hiyo ya jana hajacheza, lakini Yanga haijaruhusu imeruhusu goli moja, na iliruhusu goli moja wakati akiwepo, nafikiri kama sijakosea, kwa sababu goli dhidi ya ruhusu, dhidi ya, ni KMC kama sijakosea. Yeah, KMC. K yeah, KMC mm. I think goli moja. Kwa hiyo akatema. Ndio bao pekee ambao wameruhusu kwenye ligi mpaka sasa hivi. Lakini michuano kima ya kimataifa pia, ndio nzungumzia ya ya ligi ya mabingwa, wameruhusu pia goli moja shaelewa kwao, usiwalaumu Mashujaa kwa hichi wanachokutana nacho. Yaani hawa wengi sana wengi wameshapita e, wengi wameshapita kwenye hichi ambacho kipo sasa hivi. Kwa hiyo Yanga wamejitengenezea daraja lao zuri kwenye safu ya ulinzi na kwenye mapinduzi pia hawajaruhusu. Eh? Kuna mtu

hajafunga uh, lakini performance yake nzuri, anacheza vizuri aaaa, maelezo mengi na wachezaji ambao hawakuumizi kichwa. Yani hata msemaji wa Yanga kuna wachezaji wa kuumiza kichwa hivi mm, leo anatumia nguvu kubwa kumzungumzia Okelo, hiyo nah, depu, unatumia nguvu nah, kubwa, auwezi Damaro huwezi mm, kutumia nguvu kubwa kwa sababu tumeshamwona yaani, wachezaji ambao watu wameshamwona wanakusaidia wewe kutumia nguvu kubwa zaidi. Kwa wazungumzi alikuwa bado depu depu, watu wengi wamemuona kutoka Poland, watu wanashia kumwona e, timu ya taifa kule Angola kwenye video clips, lakini kumwona kama kumwona akicheza ilikuwa e, ni jana.